Hii dunia imekuwa bwana, na mambo ngumu sana bwana, ipi naweza enda kuishi hapa. nataka nitafute fare hata kama ni 1300. niende kuishi kwa mbinguni bwana, sioni. hmm? Ai, mimi nimeboeka sana hmm? You baby nangu, mbona nasikia unaongea ongea peke yako, tatizo vipi? Jukumu ya Kenya imekuwa mzito ndugu yangu, acha nikuelezee. Maisha ya Rais Ruto amekushinda au vipi? Ni hivyo tu lakini mbinguni. 1300. Umemwe mwenzangu, wewe unapenda kuchana jaba, leo umechana jaba

Ani utaki twende mbinguni tukunywa maziwa yeah. Tukunywa asali eh? Utendaje mbinguni wakati hujafariki ama unatamani kufariki wakati watu wanaogopa kufariki. 1300 yeah. yeah. Sasa kwa taarifa yako unatakaje? Ni unisaidie 1300 karinya na kuona yeah. Mwekundu niende mwe. Ndugu yangu yeo, inaonekana bangi ama akili yako imetoka, imetaka kichwani imeamia huku nyuma. Ubengwe we Ube, nenda huko mwona mm -hmm. Alivo mweusi kama mafuta a bunduki, ubebi umabwe <laughs> <Ubebi. laughs> <Yeah. laughs>